Ni kipenzi changu, asubuhi tumbo liki kumi minya pokea kidogo changu, tuna chai na mkate wa kumi minya riziki. Nikipata kesho, nikikosa kama makosa, nivute chumbani kununa. Ndo ndo ile mama, ah, Ma mwana, bababa, ehe, rabii, na mwanangu, baba, nichukue moja hapa, yarabii, nichukue picha hapa, umpiga luku mzee, na furahi mimi, mashaallah. Wa kweli hii ya kwenye Facebook bwana, kali sana, mambo ya bibi yangu haya Unakuja kushtuka mkeo huyo, manguo zako hata hii rangi hadi imetoka. Ujasikia ma nini? Ujasikia story? Sasa kuna sabuni ile msafi kabisa. Hii ndio mpya, wewe unadhani ni mpya hii, eh? Hii sio mpya bwana. Hii imeozwa, hii imeozwa. Hakuna mtu anaweza oshe hivi. Bwana wewe waoza waoga na wa sabuni kama kama hii ndio white na bado linaona vumbi. Ah, alafu sasa iona alafu hii nayo marangi ile. Marangi kila... imejaanga hapa hii imeozwa. Kuna sabuni inaitwa Meta. Usaisikia Meta mwanangu? Me. Meta. Hii ni kipande au? Hii Meta mute. Eh, hey, yakapande ile. Yua uzwa kwa duka hapa yua leta yua enda, unaenda kununua Meta toba. Hmm, weta toba, acha hiyo, toba. Toba. Meta toba. Ni ina mete, meta meta bwana wewe wasema nini bwana? Mimi siku hizi siku hizi naingia kwa rangi napaka, napaka, heba, na paka na paka najichafua, alafu nikija huko nikija. Eh, bwana Meta hiyo ni safi. Cheki bwana Meta huwezi ana rangi hata moja bwana mwanangu. Tamba tamba. Warusha warusha. Eh mimi naenda huruka. Meta, Meta yeye. Wakujue leo. Wacha kutumia zangu. Wajua nini Meta hiyo ana povu, iko na povu mingi. Tano. Wana povu.

Moja la mwanaume mm, unasema kidogo unakosea, wewe naifata mimi. Hello. <laughs>